Afrika ni bara lililobarikiwa utajiri mkubwa wa madini ya aina mbalimbali ambayo dunia inayahitaji, hivyo ni muhimu kuhakikisha madini hayo yanatumika kwa uangalifu na manufaa ili kuweza kupiga hatua na maendeleo. Ameyasema hayo makamu mwenyekiti CCM bara ndugu Stefan Wasira Aprili 23 mwaka huu katika ziara yake ya siku nne mkoani Dodoma akiwa katika wilaya ya Bahi ambapo ametembelea hospitali ya wilaya hiyo sambamba na kuzungumza na wananchi. Kwa utafiti wa kitaalam, Dodoma ina madini, lakini madini ya Dodoma hayajachimbwa, ni sawa sana mtu kuishi na hirizi <laughs> maana hirizi unatembea nayo, unaamini tu kwamba hii hirizi itakuponya maradhi au itakuepusha ajali, lakini basi unayo tu na madini kama yapo Dodoma lakini hayachimbwi ni sawa sawa na kuwa na hirizi, kwa sababu umaskini unakuwa unaishi na madini pale pale, lakini dunia inahitaji madini hayo. Madini ya maana sana, inahitajika na dunia, lakini Afrika ina madini na wakubwa wa, wa dunia hawana madini, wanataka madini yetu, na sisi lazima tuwe waangalifu sana kuhakikisha ya kwamba madini na rasilimali zetu zinatumika kwa manufaa yetu, ili kwanza zituondolee umaskini wetu, ili tuweze kupiga hatua ya maendeleo. Wasira ameendelea kueleza umati wa Wanabahi juu ya faida na sababu zilizopelekea mataifa mawili ya Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya watu wa Zanzibar kuungana mnamo mwaka 1964 na kuanzishwa dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akiwa katika mkutano huo ameeleza namna alivyofurahishwa na, na mabadiliko ya maendeleo makubwa ya wilaya ya Bahi huku akilinganisha hali ya sasa na ya kipindi cha nyuma huku viongozi mbalimbali wa mkoa wa Dodoma na wakipata wasaa wa kusalimia wananchi. Huku Bahi huku, nani alikuwa anajua hospitali? Wakina mama hao walikuwa hakuna kliniki ya anachukua mimba afa anazaa kama ng'ombe tu anavyozaa ndama hey sana atakunywa dawa ya kienyeji, anajua mwenyewe, na kipimwa na kijua mwenyewe. Hiyo ndio waliotuachia. Leo Tanzania ya leo sio hiyo. Tanzania ya leo hata sura tu za wagogo wa hapa Bahi zinaonyesha mabadiliko makubwa, watu wanang'aa, hawako wanang'aa. Nilikuwa napita hapa na, na treni ile ya zamani, nafanya kutu kutu, kutu. Wagogo wote wanakuja na vibuyu kutafuta maji, ilikuwa hakuna maji. Wote wanakwenda kwenye treni wapewe nini? Maji kwenye vibuyu, ndio wanaenda, ndio namna ya kupata maji. Treni ikichelewa, maji yanachelewa. Ndio ilikuwa Tanzania hiyo, eh? Nimepitapita huko, nyumba zetu zile za matembe siku hizi za kuhesabu tena. Mimi nimetafuta moja na mguza kimbisa, zimeenda wapi <laughs> nyumba za matembe sasa hivi hazionekani. Nilikuwa namwambia mtu mmoja kule Kigoma, kulikuwa na nyumba inaitwa ngondano. Ngondano ni nyumba moja, unaweka majani unafunika tangu juu na chini, halafu ukitaka kuhama unachukua mti unaweka katikati, watu wawili wanaibeba hivi hivi ilivyo ndio unahama hiyo. Sasa unatafuta unaenda unaibandika unalala nyumba zile haziko. Halafu natwambia, tujafanya kitu? Tumefanya eh? Tumefanya bwana, tumefanya na tumefanya na... wananchi wameona kazi ya serikali ya wamiasi, wameona zahanati mpya, wameona maji, wameona umeme, wanaona barabara za vijijini zinalimwa na TARURA. <coughs>